Rafiki zangu sasa bwana, leo twende tukatembelee duka kubwa sana la Zara. Unajua Zara ni brand ambayo imeanzia Spain, wao waasisi wao ni kampuni ya, Kispani, ya kihispania nadhani Kispani sio sawa, kihispania ehe. Na hivyo basi wana maduka maeneo mengi sana ulimwenguni, ni brand ambayo inajulikana kweli kweli, lakini hapa Barcelona ambao ndio nyumbani kwao tunaweza tukasema vile wanavyosemaga, yani wamemaliza, yani hapa maduka yao sasa sio tu kuuza, ni ku show off <laughs> ni kuonyesha pesa walionayo, ni kuonyesha ukubwa wao. Sasa wana maduka mengi hata pa Barcelona, kwa sababu ni brand kubwa kwelikweli kweli, lakini nataka kuamini hili duka huenda likawa ndio miongoni mwa maduka yao makubwa sana ulimwenguni, kama sio walau kwa hapa Barcelona Spain. Kwa hiyo nitabadilisha kamera, uone mtaa ulipo, na karibu sana tuone brands kubwa duniani wanafanya vipi biashara kwa udogo tu, kwa sababu biashara ni pana, lakini naamini tukiona hata ofisi zao unaweza ukapata ficha hii brandi na pesa kiasi gani hii biashara imewekeza hapa kiasi gani, lakini pia tuoni wanavyojivunia cha kwao, kwa sababu lile jengo, hakika lengo lao sio kufanya biashara tu, ni kutoa statement kwamba bwana, tumejitafuta tumejipata, maduka yetu ndio kama haya. Haya, usisahau kulike, kusubscribe na kushare na watu wengine. Ngonya ni badilishe kamera sasa, ili tuende wote, na nitaingia dukani moja kwa moja zangu kama kawaida <laughs> yaani, mimi kwa kweli haya maeneo naona hata hawa watalii wananiambia, wewe dada, hujasoma maelezo ya namna ya kuenenda Barcelona, eh. <laughs> Mwone hiyo simu yako kama umeichoka. Haya jamani, majengo haya, umeona majengo haya <laughs> nadhani hili linahitaji siku moja moja alifanya video tuangalie majengo tu, kwa sababu yanahitaji siku yake, sio siri, yanahitaji siku yake, ila huu huu ni uh, hili eneo linaitwa Plaza Catalunya, pale napoona alama ya Apple pale chini ni duka kubwa sana la Apple. Wananifurahisha kwa sababu wenyewe wanapangaga mpaka foleni kwenda hapo dukani, yani kama kukawa, especially kuna new release. Eh? Ha, na kuonyesha tu ili tuende kwenye somo letu la leo <laughs> <laughs> kujifunza kwa biashara ambazo zime- zimejipata zime, zime, zime duniani. Na hii ni supermarket moja yani kwanza, supermarket ni mall, sio supermarket, ni mall kubwa sana, humo ndani kuna kila aina ya brands. Na haya bwana, ndiyo majengo ya Barcelona e, na kama umefuatilia kidogo historia za masuala ya design na architect, utajua kwamba miongoni mwa designers ama architects maarufu sana ulimwenguni wametokea hapa Hispania na hivyo basi majengo yao na yenyewe yanakuambia kwamba bwana, kwenye swala so zima pia la kubuni majengo tumejitafuta, tumejipata <laughs> wanasema majengo wako nayo na wanatamba nayo. Umeona kama lile kule juu ambalo ninakuonyesha? <laughs> Haya sasa, kwa hiyo karibu sana pembeni, pale utaona kuna gari la watalii linaendelea kwenda kwa sababu hii ni shughuli ni shughuli endelevu, haya mabasi yanayobeba watalii haswa wakati huu wa sama. Nayaonaga hata msimu wa baridi, ila wakati huu wa sama, he ruti ni za kumwaga jamani <laughs> usisahau kusubscribe naomba usubscribe, naomba share na marafiki zako. Unajua, tunapotazama mambo kama haya unafunua uono wako eh, kuna vitu hautaviona mpaka uweze kuona wenzio wanaishije na haimaanishi kila tunachokionyesha labda ni cha kuigwa, lakini hata hivyo, kuna vitu ambavyo ukiviona vinakupa kuona maisha tofauti na yale ulio yazoea, uweze kuona ipi inawezekana. Kwa mfano, naenda leo Zara kwa sababu lengo tuone kwamba hata sisi tunaweza tukakuwa kiasi ambacho jengo zima kubwa ni brandi yako tu yani unakaa unauza vitu kama kwenye kasri fulani, na haya ni matokeo ya kuwa na brandi ambayo imefika ulimwenguni kote. Kiukweli sijui ni mji gani mkubwa eh, ambao hawana brand, sijajua. Naamini labda kuna maeneo hawajafika. Hata hivyo bwana, naamini umewahi kuisikia brandi ya Zara. Ukiwa ni mdaudau wa fashion hata kwa udogo tu, ni rahisi sana kuisikia brandi ya Zara kwa hiyo tunapofanya hivi tuone. Unajua, wakati mwingine tukiwa tumezoea sana mazingira yetu, unaweza ukajiona kana kwamba umemaliza yeah? na kama umeridhika na nafsi yako sio mbaya, kwa sababu pia mafanikio hayadifainiwi kwa namna moja. Hata hivyo, ukiona mambo ambayo wenzio wamefanya, posibiliti zake zile, posibiliti zake zinakusaidia ufahamu kwamba na wewe unaweza ukajiachia kiasi gani, na wewe unaweza ukapata Aha. Ah! Tumefika ila naona nimekuja wakati ambao wanaboresha hili jengo. Kwa nirudi nyuma kidogo maana, kidogo ilikuwa nipapite, ila ngoja tuone. Naona wakifanyaga hivi, ni kwamba kuna kitu wanarekebisha. Mama yangu nisije nikarudi nyuma sana, nikaenda barabarani. Sasa umeona, hili ndiyo jengo lenyewe, na nasikitika sana kwa sababu wamelificha na hili bango ili wafanye marekebisho, lakini tutaingia ndani. Naona kuna mambo wanataka kuweka sawa hapa nje. Haya, twende sasa ndani huko tukaone. Ha, ila ngoja kwanza nizunguke. Unajua, huenda upande mwingine likawa linaonekana, maana ni jengo kubwa sana. Ningependa tulione kwa nje vile, kabla ya kujipachika tu ndani humo, ama nimepotea, maana nao na maduka mengi hawa. <laughs> naweza nikajione, nimefika kumbe, niko kwenye duka jingine ati. Haya, Aha. <laughs> Bwana, uh -huh. nimekuja kwenye duka jingine <laughs> haya, lakini tuende tukaone, ngoja nikuonyeshe jamani. <laughs> na nacheka lakini si haba, hata hili ni kubwa, ila sio lile nilikuwa ninataka. Oneni tu ndani, cheka yale. Ni wana maduka mengi kweli kwao. Sasa ukifika hivi ni rahisi sana kuchanganya ah! lakini mbona nilipata ramani? Haya mona, sasa hili ninalokwambia, hili li ndio miongoni mwa maduka yao ya kawaida. Haya <gulia> hilo ambalo nilitaka twende ni kubwa zaidi ya hili. Sasa sijui unapata picha hapo, kama hili ninalokuonyesha ndio la kawaida, hilo ambalo do no. Nimekosea, litakuwaje? Haya enewe anyway. Ngoja tuzunguke sasa bwana. Kwanza maduka yao maeneo ni makubwa sana ehe, maeneo ni makubwa sana ubaya wa hapa bwana, kwa vile ni pakubwa, lakini sio duka lao lile. Naona kama watu wako karibu karibu sana hivi, alafu kama tutashindwa kuona mambo yetu kwa uzuri eh, ilango yanizunguka tulikokuwa tumetokea ni kule nje jamani, ama lile duka ni upande gani? Mimi nasikitika jamani <laughs> nishawahi kukwambia lakini, mimi kwa jiografia nina changamoto maeneo ambayo mae, huoga ninaona maeneo ambayo mae, huoga ninaona kama ndio wenyewe huwa wakati mwingine ninapotea. Haya, utaona kuta zao zilivyo ndefu, ila ni kuahidi kwa jinsi Mungu anavyonifanikisha tutaenda tu kwenye hilo duka kubwa, tutaenda kwenye hilo duka kubwa kushinda ukubwa huu hapa. Ea, nikuonyeshe Nanguzao, na nguo zao, kwa sababu naona nakupitisha juu juu tu. Haya, tuseme kama hichi kiblauzi kinauzwa, unauza euro 29, tuseme euro 30, kwa kama elfu tisini unapata kiblauzi chako. Kama hicho hicho, ni elfu tisini Ngoja tuone magauni haya, gauni haya tupite hapa, alafu tutaenda kule ndani, kwa sababu na hili na lenyewe ni kubwa. Jamani, nawaambia tu kwamba sio lile nilotaka kwenda. Hili ni euro sabini, kwa hiyo laki mbili na kumi, unaondoka na gauni lako hilo murua. Wana mikanda sasa hivi. Nikipitapita kona kona naona kama, ngoja ngoja tuzunguke, lakini natafuta engo nzuri ili uweze kuliona kwa engo ambayo, nikikaa utaweza kuona, utaweza kuona vizuri, utaweza kuona vizuri. Ngoja nikae hapa, labda kwa unaweza ukaona hapa kutokea kule nyuma, kule ndo tulitokea huku. E, na upande mwingine, hizi ni nguo ambazo ziko hapo, alafu sasa kuna huko kwingine ambako kunaendelea na huku, unashuka mpaka kule chini, kwa itabidi itabidi twende. Watu wenye biashara ya nguo jamani, mnaona mambo haya hapa pia. Ukishuka chini, kuna sehemu ya watoto, kuna sehemu ya watoto. Mimi wasipendi kuwachukua watu usoni, kwa ona jitahidi ku najitahidi kushusha shusha, umeona jamani hili linaloambia sio ambalo nilitoka kwenda, lakini na lenyewe, kwani ni duka dogo? Ndugu zangu, sio duka dogo hata kidogo. Kwa tuangalie blazer hizi e, kama hii, kama hii ni shilingi ngapi? yuro arobaini tuseme, maana 39 na, na kiduchu. Kwa hiyo arobaini hii ni laki na ishirini, laki na ishirini. Ehe. Pande nyingine ni duka kubwa hili. Eneo ambalo unaona lina watu sana ni eneo la kwenda kubadilisha, kujaribisha nguo. Kwa hiyo ukifika hapa, unaenda kujaribisha, unaenda kujaribisha nguo kabla haujaondoka na nguo yako, unaenda kujaribisha nguo. Haya, kuna kama blazer hizi. Biashara inaendelea. Umeona jinsi ambavyo duka limejaa watu, yaani duka ni lina mizunguko ya watu kiasi yes, kwamba unaweza ukawaza, na ndio maana biashara yao ni kubwa sana kwa sababu duka limejaa watu eh? Wana mpaka perfume zizi, ukisikiaga perfume za Zara kweli wako nazo. Ngoja niwaambie, perfume za Zara zenye original bei yake iko aje? Mbona ngoja tuone, maana huwaga haya. Kama hii hapa ni euro 30 kwao, tunazungumzia laki na 20. Ehe, lakini wewe niangalie, kwa sababu kuna nyingine ni mist za nyumbani, sio perfume kama perfume ya kuvaa kwenye nguo. Nyingine unakuta ni, ni mist za nyumbani. Haya, hii hapa ni perfume hii, kwa mfano kama Red Zara Temptation. Okay, ni ile ile euro 20 na 29 na 29 na hivyo basi tunazungumzia euro 30 tunazungumzia laki na ishirini jamani. Hizo hapa ndio Zara kwenyewe, kwa hiyo hizo ndio original za original zenyewe. <laughs> Haya, umeona hili duka ambapo liko biza ndugu zangu, lakini umeona pia namna ambavyo wanadisplay vitu hizi hang ambazo ziko katikati jamani, eh, hang ambazo zimesimama kama chini hivi kwenye, kwenye mall zetu, naona ni utaratibu ambao tayari tuko nao sio sio utaratibu ambao ni mpya sana, lakini unafaa ukiwa una nafasi, kwa sababu hizo hangers za katikati hivi. Kama duka ni dogo unafanyeje? Haya, kuna haya eneo jingine, ni hili duka la chini hapa bwana, ni eneo la teenagers. Ngoja tushuke kidogo. Hili ni eneo ambalo utaona nguo zake zimekaa k kuna mbazo hata mtu mzima unavaa ila kuna mikato fulani nakuonyesha kabisa ni mtoto ambaye yuko kwenye umri fulani hivi, ila leo mbona naona kama zimekaa kidada tu kabisa, jamani, eh? ama na watoto nao siku hizi wamechangamka. Labda hivi visketi, umeona kama hichi ni kisketi kiblauzi hichi eh? Eh, nataka kudondosha nguo hapa. Dakika moja nirudishie. Enewe anyway, ichi hata mdada mtu mzima unavaa, sijajua sijajua, lakini umeona. Kwa hiyo maduka yao, jengo hilo unakuta limetengwa sehemu ya sehemu ya watoto, ambapo sijaenda chini, sehemu ya wanaume, sehemu ya wanawake, sehemu ya teenagers, na unakuta kabisa mikato, ukifika pale ni ya watu wa umri huo, ama wa jinsia hiyo. Na ngoja tuangalie kwa mfano, kama hii, bei yake ni euro 23. Tuseme kwa 23, elfu sabini na kitu hivi, elfu sabini na kitu. Kuna viatu pia, kuna viatu pia, umeona kuna viatu pia naona watu wa, wa ofisi wakobiza kama hii hapa ni euro 36, euro 36 kwa euro hapo, tunazungumzia kwa sababu ni kama elfu arobaini, laki na ushee hivi, laki na ushe, laki na ushee. Jamani, haya kwa vile leo lengo lilikuwa kwenda kwenye lile duka kubwa kabisa, si haba, si haba, tumeweza kuona vitu vyao walau kwa wepesi, wepesi, necklaces, necklaces, kofia. Kitu kikubwa kuhusu biashara za huku zinaenda sana na msimu. Ngoja nibadilishe kamera. Nilikuwa nasema biashara huku zinaenda sana na msimu, yaani msimu wa sama ni msimu wa sama, kwa utaona sasa hivi vitu vimebadilika eh, vitu vimebadilika kutokana na msimu na ukija msimu wa baridi utakuta rangi ni nyeusi nyeusi. Umeona hizi rangi rangi? Eh, nikikaa hivi unaweza ukaona. Umeona duka ile? Hii yote ni sehemu ya teenagers. Hii hii yote ni sehemu ya teenagers. Teenagers kwa Kiswahili tunasemaje ndugu zangu? Kwa hiyo labda niseme tofauti ambayo nimeiona ndio hiyo ya msimu, alafu pia brandi kubwa zina uwezo wa kushusha bei zao kwa sababu hawa hizi bei wanazofanya Zara ni kutokana na kwamba hata wapo wanapotengeneza nguo, oda yao ni kubwa, yaani kwa supplier wowote, labda huko wanapotengeneza nguo, wakati mwingine taki na mimi, kuna nyingine ukuta hata zinatokea China. Sijafuatilia sana, kwa sababu wao wanaandika. Kwa mfano kama hii hapa, imetengenezwa wapi? Hii hapa, najaribu kusoma lebo hapa hii hapa imetengenezwa Morocco. Hiyo, hizi nguo zao sio kwamba wote wametengeneza wao. Hapana, nyingine zimetokea, wametengeneza wao, ni facilitators lakini hizi brand, zime hizi nguo zimetengenezwa sehemu mbalimbali ulimwenguni. Haya, ndugu zangu, naamini umeona kwa haraka haraka kidogo. Duka ni kubwa sana, umeona duka ni kubwa sana. Leo mimi niwe mkweli, sikuja kununua kitu. Siku nda kupeleka kwenye duka langu ambalo ndio brand ambayo ninaipenda zaidi. Nikiwa mkweli, nguo nyingi ninazovaa hata hii niliyovaa ni kwenye hilo duka. Nina nguo ninanunua Zara, nisiwe muongo. Lakini baada ya kuchunguza chunguza hizi brand za hapa, nikapata na mie brand yangu ambayo nimeipenda zaidi. Hasa jamani, duka unapoliona ndio hili, na hili ni miongoni mwa maduka yao ya kawaida kama ambavyo nimeshakwambia. Ehe, shopping inaendelea, watu ni wengi. Kuna wakati unakuta foleni nje kama ule wakati wa COVID, ilikuwa inabidi hata watu unaambiwa subiri, kwa sababu utaingiaje? Watu ni wengi, kwa biashara ni kubwa sana. Huu ni upande ambao tumetoka, ehe, chini yake kule ndio upande ambao ni wa teenagers. Ngoja nigeukie huku, na hapa tujaenda upande wa chini wa watoto, ndugu zangu. Hapa kule mlangoni ndo tulikotokea, na hapa nyuma yangu kuna ukumbi mkubwa Ehe, hey. Kitu ambacho ningependa nikuonyeshe leo, sijui kama nitaweza kwa udogo kwa sababu sijafanya manunuzi yoyote, ni namna za kulipia. Unaweza ukalipia ukaenda kwa tela, kama kule kwa teenager tulikotoka kuna sehemu ya kulipia kwa tela, lakini pia bwana, wana mashine za kulipia wewe mwenyewe. Aha. Wako pale pembeni, ngoja nijaribu kukatiza uweze kuona hapa bwana, wewe mwenyewe, hakuna mtu anayekusimamia. Unafika unaweka unaweka vitu vyako, kwahiyo nitakuonyesha tu kwa pembeni, lakini nadhani siku ambayo tutaenda kwenye lile duka kubwa kabisa nitanunua hata kitu. Umeona hizo skrini hapo nyuma? Hapa bwana, unafika unaweka vitu vyako kama mwanadada anavyoweka yule, unalipia mashine, inahesabu inaweka pesa, unaamini, inaweka kiasi gani unadaiwa, unaweka kadi yako, unaweka mfuko, unaondoka. Hizi mashine zote Hichi ni kitu kitu zuri sana ndugu zangu, yaani hapo ukifika ile mashine, tena unachagua lugha kama hufahamu Kispanish ama nini, unatumia, unafanya hivyo, unadondosha nguo ma, mahali ambapo mashine ile inasoma ni pale pale. Wakati mwingine unatoa henga, ila hata ukiweka na henga inasoma, inahesabu. Kila ukiweka nguo inahesabu, inahesabu aina ya ni nguo aina gani, inaweka na bei yake, unalipa tu Watu wanakuja wanachukua hangers wanaondoka. Umeona wenzetu wanapotumia teknolojia, jamani eh? Wenzetu wanatumia teknolojia sana. Haya, rafiki zangu, naamini na, tumeona ehe, sio duka ambayo ndo nilikuwa niende lakini, ah, si haba tumeona na display zao ni nzuri sana jamani. Ngoja nikuonyeshe hapo nyuma, umeona vitu vinavyokaa kwa kuvutia hivi jamani eh? vitu vinakaa kwa kuvutia sana na niseme tu, ume notice rangi ambazo wanapenda eh? <laughs> rangi zao zimepoa sana, yaani kuna rangi zimepoa sana sababu wao wenyewe utasikia, kuna wakati jamani, natafuta kitu kilichochangamka changamka, wana rangi zimechangamka, lakini umeona rangi zao eh? Haya, rafiki yangu, nimefurahi kuwa na wewe hapa Zara Barcelona. Nisamehe kwa kupotea, ilikuwa nikupeleke kwenye <laughs> kwenye kasri lao, lakini tumejikuta kwenye moja ya maduka yao, lakini ni duka kubwa vilevile kama ambavyo umeona. Tafadhali usisahau ku like ku share na subscribe, na uniambie ni kitu gani ungependa labda nizungumzie ama nikuonyeshe, naweza nikarudi, ama tukakifanyia kazi kwenye lile duka kubwa zaidi. Haya, shukran. Kwa heri.